Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi una michakato, mchakato wa kwanza unaanza kwa kujiandikisha, mchakato wa pili unatokea watu wanaotaka kugombea, mchakato wa tatu unatokea wa kampeni, mchakato wa nne ni kupiga kura wale na wale walioshinda kutangazwa. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwaomba wana AICT moja tujiandikishe kwa ajili ya uchaguzi huu unaokuja, na wale ambao tunadhani tuna uwezo wa kugombea nafasi mbalimbali, basi tusiache kufanya hivyo, tujitokeze kwa wingi, tugombee, wale tu wenye nia kweli ya kuhakikisha kuwa tunawasaidia watu katika hali zao. Tujitokeze ili tuweze kugombea kwa ajili ya kuhudumia nchi yetu, na wakati wa kampeni utakapofika, tuendelee kuliombea Taifa letu liendelee kuwa na amani na mshikamano, msingi ambao baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliuacha kwa ajili ya taifa letu wa kushikamana kwa pamoja na kuwa wamoja wakati wote. Hili ni taifa linalopigiwa mfano mahali kote duniani kama taifa ambalo watu wake wana umoja, wanazungumza lugha moja, wala hatujagawanyika kwa misingi yoyote ile. Ukikaa na Mkristo na si na Mkristo wala huwezi kujua, ukikaa na kabila hili na kabila lile wala huwezi kujua. Haikutokea kwa bahati mbaya, imetokea kwa sababu kuna misingi iliyowekwa na viongozi wetu, na kwa hiyo kama kanisa tuendelee kuliombea taifa letu, tumombe rais wetu ambaye anafanya mambo makubwa sana kwenye nchi yetu kutuweka kwa pamoja kama watanzania na kufanya taifa hili kuendelea kuwa na amani. Tutakie Pasaka njema nyinyi wote pamoja na familia zenu, na baba askofu, nakushukuru sana sana kwa nafasi hii uliyonipa.